Sauti vizuri. Yes, ni tamati ya mchezo sasa kati ya Nairobi United na Azam FC. Nairobi walikuwa wenyeji wa mchezo kutokea hapa Nairobi City, kutoka Kenya, na mchezo umeisha na imekuwa ni mbili moja. Azam umeweza kupata matokeo ya goli mbili kwa moja, magoli ambayo yamefungwa, uh, na wachezaji uh, Himid Mao uh, pamoja na Yes lakini uh, tunaye hapa mshabiki wa Nairobi City. Tuna wana, Nairobi United. Nataka kuongea naye kidogo. Mambo vipi? Poa. Habari? Salama. Uh, uko salama. Ah, uko kabisa? Niko salama kabisa. Kosalama kama naona una tweta hivi kidogo matokeo, ae, hmm. Tutakubali matokeo at the the end of the day. Acha tuone Zanzibar venye mambo itaenda but still hopes zetu ziko high. Nairobi siku zote. Tutawin bado. What do you mean hivi? yeah yeah yeah. Yani what we mean by this it's our our team for for life. And we appreciate our patron Sakaja for having us support all that while to Azam, congratulations you won today. Nairobi heads up next time but you win your game. Sawa naambia tu mchezaji ambaye amekuvutia leo usi kwa sababu Nairobi, usiogope kusema kuhusu kama mchezaji wa Azam amekuvutia. Nani amekuvutia zaidi kwenye mchezo leo? Mchezaji amenivutia ni Our center back and our captain super defender John Otieno. tieno ame, me, ame make a lot of saves. nyote Mumeona is the best person actually in today's game. Ame jaribu even if we lost, yes. Azam Nairobi United, wewe una ushabiki sana, ae maybe Nai for life. All right. Siku zote Uh, Mrs. Mao. Sasa nimeelewa. Siku zote yeah. he played well. Yes. Yeah yeah. Ah uh, karibu sana Tanzania karibu sana Zanzibar karibu sana uwanja wa Amani. Sawa. Sawa. So, tutakutana Zanzibar next week Sunday we'll be there to support our boys. Sawa. Asante sana. Ni majina yako? Naitwa Lydia. Lydia. Lakini yeah, yeah. Upo na rafiki yako hapa uh, ni nani kwako, ni rafiki au ndugu... rafiki eh, yangu ni, yeah. We... Yeah, apia... yeah, ni mchezaji yeah. Yeah, yeah he's a very good striker. Ni player? Eh hey, kama naomba niongee niongenaye kidogo, samani samani kidogo, soma kidogo, dakika moja tu, dakika moja. Wewe play ni player wa timu gani? AFC Leopards. Oh, so una wish siku moja kufikia level gani ya kucheza, kwa sababu tunajua wadada wa mna changamoto nyingi? Ningefurahi kufika national team hapa Kenya, yeah. Tanzania siku moja maybe yanga kitukayo yeah. Sawa, shukrani sana, asante so,